Vimeingia tabia mbaya, mbaya zaidi kwenu nyewe waganga, mnafanya zinaa na wake za watu kwa kuwadanganya mnawatibia <tos> <tos> na mbaya zaidi mnaenda mbali, mnawarekodi. Akitaka kukuacha, unamwambia nitakuua. Ukiona vile unavyomtisha kumuua, anakataa, haogopi unaanza kumrushia zile picha ulizomlewesha madawa yako ukamwingilia kimwili ukimtishia kwamba utamdhalilisha. Naomba nitangaze vita dhidi ya waganga wa aina hiyo. Mimi naitwa Safia Jongo, sina muhali na mhalifu waganga umpo, lakini Mungu yupo na mimi namwamini Mungu. Acheni tabia chafu mnachafua tasnia ya uganga wa asili. Mwonyane nyinyi kwa nyinyi, wale mnaowajua wenye tabia hizo waache mara moja, kwa sababu sitakubali wananchi wadhalilike kwa kupitia nyie. Tunaelekea kwenye uchaguzi, nchi yetu ni amani na tunachokilingia ni amani lakini kwenye hii mikoa ya kanda ya Ziwa, changamoto kubwa tulionayo, huwa mnawadanganya sana wagombea, niye waganga wa asili, kwamba sijui ukipata mguu wa albino utashinda na vitu vinavyofanana na hivyo. Chama cha Mapinduzi kilijiandaa vizuri, na Mheshimiwa Rais ameyafanya makubwa sana ndani ya nchi hii. Sidhani kama wagombea wetu wanayo sababu yoyote ya kutafuta mguu wa albino ili yashinde. Kama wananchi wanakukubali, wanakukubali. Na nyie waganga, acheni kutumia hizo mbinu kuwaharibu viongozi wetu, na hatimaye mnatusababishia uhalifu. Waomba na kwa si endelee kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Usalama unaanzia kwako Salama na amani ya nchi hii unaanzia kwa wewe mwananchi, siyo vyama vya. Sasa vinakuja kila chama kije, sera zake na mfuate sera na kupiga kura, lakini sio kufanya vurugu. Vurugu sio inayopiga kura wala inayokufanya ushindi. Matusi sio inayopiga kura wala inayowafanya mshinde. Nawaomba na, na kuwasihi Geita yetu sasa hivi ina amani kubwa sana, na nitafurahi sana kama uchaguzi utapita bila ya sisi jeshi la polisi kutumia bomu wala risasi kwa ajili ya kutumia, kutuliza ghasia.